Nakiri kwamba tumefanya siasa za kila namna kwenye Chadema, hmm, kutafuta dola kuingoa CCM, hmm, hatukuweza. Hmm, na kataa kusema lolote. Hmm, kwa hiyo tuamini ya kwamba wewe na Mnyika mna siri kubwa eh, ya uhalifu ndani ya ni uhalifu, sawa. Mm. Kupanga kulipua helikopta sio jambo dogo. Hiyo nilitaka kujua kwamba ina ukweli hina haina ukweli, lakini hutaki kusema. Kwa hiyo na wewe kwenye hili tuma za kulipua helikopta no comment. tulikubaliana na Mnyika tusiseme chochote, kwamba msiweke comment, tusiendelee na hilo mm. na kumekwepo na mchakato wa kutaka kuleta amani ndani ya taifa Ndiyo. na kurekebisha yale yaliyoharibika kwa maana ya maridhiano, unafikiri ni sahihi kwa Chadema kuwa sehemu maridhiano haya ambayo yanatakiwa kuleta umoja wa kitaifa, wewe kwanza unahisi watanzania wamekoseana wapi? Nikuulize wewe. Kwa hiyo, hakuna, hakuna haja mivutano yoyote ya maridhiano, kuna mm. mivutano mm. ya wanasiasa wanasiasa ambao wanalazimisha wananchi wadai maridhiano. <coughs> wananchi wanataka kuridhiana nani? <coughs> <Kwenye nini? coughs> CCM kama ana ugomvi na Chadema, kuna vitu hawaelewani, wakaridhiane wao. Sisi watanzania hatuna shida, ndio <coughs> maana mimi na wewe tuko hapa tunajadiliana saizi. Hakuna hoja maridhiano ni, umemsikia mwananchi gani? Twende sasa hivi saiti hapo Tandale tukasikia mwananchi anazungumzia maridhiano. Maridhiano ni maswala, na tunapofeli hapo sisi kama taifa Wanasiasa wanatamani hoja zao ndio ziwe za wananchi. Wanasiasa wanatamani matamanio yao <coughs> ndio yao ya wananchi hmm. Mimi ukiniambia kuhusu maridhiano nje ya kolido za wanasiasa sijasikia. Mimi nasikia wananchi wana hoja zao, wanataka vitu vyao, wananchi wana matamanio yao. Kwa hiyo hakuna haja kwa wanasiasa waridhiane. We ni mahitaji ya Tanzania, huo uongo. Wewe unaunga mkono maridhiano hayo, hauyaungi mm. mm. mm. chama chako, chama chama chako, chako ye, mimi chama changu kwa maana eh, ya mwenyekiti wa chama chako hmm. na rais wa Tanzania hmm. Dr. Samia Suluhu Hasan hata makamu wa rais mara kadhaa wamesema jambo la kwanza ni kufanya maridhiano ili kurekebisha pale palipoharibika. Wewe, wewe kwako unaona hayo yote yana maana? Mtazamo wangu, hmm. rais wangu hmm. na wasaidizi wake hmm. wanawaonea huruma vyama vya upinzani, wameamua kuwasaidia Sio haki yao kupata. Unaridhiana kwenye nini? Ni wewe hmm. unaamini ya kwamba hakuna mahali kama taifa, taifa lina taifa, taifa, taifa shida gani, gani? Brother hmm. kwenu wapi, sio Rorya <laughs> watu wa Rorya wana shida ya maridhiano? Wana chadema wa Rorya, wana CCM wa Rorya, sio wana Rorya. Maridhiano ni shida ya Chadema, CCM hmm. sio wa Tanzania hmm. nenda kafanye. CCM ndo chama chenye wanachama wengi kina hmm. Tunaambiwa tuna wanachama milioni 13. Hmm. Kwa ukijumlisha watanza wana CCM, hmm, hmm, wana Chadema, wana CUF, hawafiki nusu ya Watanzania. Hmm. Kwa hiyo ukisema maridhiano ni ajenda ya Watanzania unakosea. Hmm. Maridhiano ni ajenda ya wanasiasa. Hmm. Kwa hiyo wanasiasa wao wanaamini na ndio maana wengine wanagoma kugombea kushiriki uchaguzi. Hmm. wanataka wabembelezwe. Kwa hiyo mimi ukiniambia kama kiongozi wangu wa chama ameridhia na furahi kwa sababu namuona anawahurumia wapinzani wake. Hmm. anataka waendelee kushiriki siasa. Hmm. Kwa hiyo kuna maeneo anashindwana basi tufanye hiki hmm, lakini sio ajenda ya wa Watanzania hmm. Ni jambo gani ambayo eh, Chadema eh, wanafanya ama wanalisema ambalo wewe kama Mtanzania na kada wa zamani wa chama hicho ukiona, unaona katika hili hili lina tija, watawala wanapaswa kulifanyia kazi? Kwa sasa hivi labda kutaja tu jina lao ndio yenye nzakawa na tija, ndio watakuwa wameongea ukweli. Wanaongea hmm. uongo tu, kwa sasa hivi wanaongea uongo So, so um, wakweli. Kwa hiyo hakuna chochote chenye tija, nchi kakae chini ya wakoloni? Tija hiyo, akili timamu kabisa. Unaona mtu mwenyekiti anasema nchi yetu ikae chini ya EU. Sisi mwaka elfu moja mia tisa baada ya vita ba, ba, ba, ba, vya kwanza vya dunia tuliwekwa chini ya uangalizi wa, hmm. wa, League of Nations. Ni kauli yake hipi ambayo aliitoa ama aliyowahi kuisema he heche yenye tafsiri ya kuirejesha Tanzania kuwa nchi ya koloni ama koloni e, kusema wasewe, tuwe chini ya mashirika ya kimataifa. Unajua mashirika ya kimataifa hmm. Unajua kusema chini tuwe chini ya EU yani hmm. Sisi kabisa tumefika kwa chini ya EU hmm. Wewe unaona ni sawa bro? Unaweza ukanitajia modo. Unajua hmm. Duniani hapa kila kitu kina modo yake hmm. modo ya nchi moja ambayo imewahi kuongozwa na mashirika kama alivyotaka H unasema hao wanatakia mema nchi yao. Yani yani, sisi leo hii Star TV hii hii ichukue komandi kutoka EU, yani chukue komandi kutoka Ubelgiji. Sisi yani jamii vilangu la habari lichukue komandi kutoka Sweden. Chadema wenyewe wachukue komandi kutoka, wa kutoka nje ya nchi. Sisi tuna, tuna ardhi, tuna watu, tuna serikali, tuna vyama vya siasa, tuna kila kitu hatuna uwezo wa kujiongoza. Sasa unafikiria watu wapo sawa sawa? Hmm. Unaweza ukasema hawa watu wa kuamini eti wajadiliane? Hmm. Hao watu ambao wanaamini, hmm, ili uchaguzi uwe sawa lazima wao wagombee. Miaka sitini na nne ya uhuru, hapa tulipo, tumewahi ama tumechelewa? Tuko sawa, tunaenda vizuri? Hmm. Tunaenda vizuri. Kama hujasafiri kuona dunia ilivyo, hmm, unaweza ukaona umechelewa. Sisi Tanzania ni nchi ya tatu eh, duniani kuwa na vyanzo vingi vya maji Ndiyo. Sasa hivi tunashuhudia hali ngumu ya upatikanaji wa maji Ndiyo. Katika jiji hili katika jiji la Dar es Salaam Ndiyo. Na maeneo Ndiyo. jirani Ndiyo. Hata maeneo ambako kuna vyanzo vingi na vya karibu vya maji katika miaka sitini na nne ya uhuru, unadhani taifa letu bado linapaswa kushuhudia haya tunayoyashuhudia kwenye context hivi sasa, kwenye kukosa maji katika jiji kubwa kama la Dar es Salaam, wamesema ya so, maji yanatokana na kukauka kwa sose za maji wao mm. wamesema sababu za maji kuchelewa mm. kupungua mm. vyanzo vinavyowapatia maji watu wa Dar es Salaam vimepata shida. Swali la mimi atuulizane, je, ni sawa kutegemea hivyo vyanzo mm. nangilo, ilo ninalo kuuliza kwamba katika miaka sitini eh. ya uhuru tunapaswa kweli maji yanzo vya manake kutegemea mvua kunyesha ndio tupate maji sasa, maji swala la maji, maji, mm -hmm. maji mm -hmm. na swala la umeme ni technical mm -hmm. leo leo leo ukienda Kimara Bonyoko kwa mfano, au utunde kwetu Kigamboni, leo ukienda Pemba Mnazi kwa mfano mm -hmm. utakuta nyumba zilivyo mm -hmm. ukija miaka minne mbele utakuta nyumba zimebadilika sasa. mm -hmm siwatetei mimi watu wa maji mm -hmm. lakini ukuaji wa jiji kama Dar es Salaam mm -hmm. na uratibu wa huduma za miundombinu mm -hmm. havichangamani mm -hmm. yaani, spidi ya kukua kwa watu mm -hmm. ukisoma sensa mwaka elfu mbili na mbili mwaka elfu mbili na kumi na mbili tulikuwa watu milioni tatu pointi sita mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tuko watu milioni sita uona ile spidi ile ten years tunavyokuwa Dar es Salaam sababu kila mtu Tanzania anatamani kuja Dar es Salaam. Kwa mimi nawaonea huruma kwenye hilo tu kwamba levo ya ukuaji wa jiji, spidi na watu wakuambi, utasikia watu wameshahamia washajenga huko wanadai maji, watu washajenga huko wanadai umeme, na ni kazi ya serikali kuwapelekea. Kwa hivyo, serikali wanapambana kwa kadri wanavyoweza kuhakikisha wanapelekea huduma, lakini hali ya ukuaji inawataka inawapasa serikali watengeneze vyanzo vya uhakika vya maji. Habibu Mchenge, we will keep watching that story. Asante sana, nakushukuru.